Anaitwa Aghata Denis, ni mwenyekiti wa cha, chama cha akiba na mikopo cha Geita, yani Geita Women SACCOS. Hivyo leo tupo kwenye mazumuni ya kufanya mkutano mkuu wa mwaka, ambapo kwa mwaka mzima tunakaa mara moja kwenye mkutano mkuu ah, tangu tumeanza tuna mwaka mmoja mpaka sasa. Kwa leo ndo tumetimiza mwaka mmoja na hapa sasa ndo tunapanga namna gani tumfikie yule mjasiriamali mdogo tuweze naye kumuinua. E, kwa kwa kuwa tupo nao hapa, wengine watatusikia kwa vyombo vya habari, wataweza kutufikia, hivyo ni kusaidiana kwa kutoa zile huduma ndogo ndogo, ndogo, hata kama ni mikopo, ni kwa asilimia ndogo sana ili naye aweze kujikwamua katika biashara ambayo wataenda kuifanya tukiangalia katika jamii asilimia kubwa ya wanawake ni wajasiriamali. Ukimwangalia mwanamke yoyote, ukienda sokoni kule, utakuta ni mwanamke, asilimia kubwa ni wanawake. konia kubwa ni kumuinua mwanamke mjasiriamali, asikae tu nyumbani, aweze kujua kama kuna fursa fulani, fursa hizi aweze kushirikiana na wenzie hivi, mtaji wake ule aweze kuongeza pale aliponapo, aweze kuongezeka zaidi, lakini pia Lengo kubwa pia ni kuja kufungua microfinance ya wanawake mkoa wa Geita. Kwa ndoto zetu kubwa ni hizo, na tuna imani tutafikisha, kama tuliweza kulianzisha hili tutaweza kulifikisha hilo pia. Naitwa Mayombo Paulo Lulengane, ni mwanachama wa chama cha Geita Women SACCOS ambacho tumekianzisha kwa lengo la kuinoana wanawake kiuchumi katika mkoa wetu wa Geita. Tumeangalia tukaona wanawake hatujawa na mwamko wa kuungana pamoja, kunda kitu kama kinachoitwa SACCOS ili tutengeneze mitaji, kwa lengo letu hasa kubwa tuweze kuwa na benki ya kukopeshana sisi wenyewe na kukopesha hata jamii yetu tuliyonayo, ndio lengo kuu tulilonalo. Na kwa leo tuna mkutano mkuu wa kutimiza mwaka mmoja, ambapo tunaenda kujadili nini tukifanye elfu mbili na ishirini na sita, ambapo mpaka sasa tumeshakaa, tumeshaona tuendelee kukuza mitaji tulionao na tuendelee kukopishana sisi kwa sisi, lakini wakati huo tunajadili ni namna gani tuibue miradi ya kukuza mtaji wetu. Matamanio yetu matamani, hasa hasa ni kwenda kuwa na benki ya wanawake wa mkoa wa Geita utakaoweza kuwainua wanawake wa mkoa wa Geita kiuchumi. Anaitwa Doro Mabeza, afisa so ushirika halmashauri manispaa ya Geita. Lengo e, kubwa la uanzishaji wa sakosi ni, ni chama cha ushirika cha akiba na mikopo kwa ajili ya kuweka akiba na kupeana mikopo kwa ya wanachama wenyewe katika kujiendeleza katika shughuli zao za ujasiriamali. Kwa hiyo kama sisi maafisa ushirika tunajitahidi katika kuwapa elimu kwanza ya uendeshaji mzuri wa sakosi, kufuata taratibu na sheria e, za ushirika pamoja na kanuni zake na zingine kutekeleza majukumu yao kama chama kwa ajili ya kuwanufaisha wanachama especially katika eneo ya mikopo. Kwa hiyo wanachama wanapata mikopo kutokana na mtaji ambao wanakuwa wamewekeza ndani yake. Lakini pia wanaruhusiwa kufanya pia fursa mbalimbali za ujasiriamali ili mikopo yao iweze kuwasaidia huko zaidi kwahio. Na pia kingine tunawaunganisha na taasisi za ujasiriamali ili waweze kupata elimu na kuwekeza zaidi katika shughuli hizo za, za kiuchumi. Hiki uh, uh, chama ni chama cha ushirika cha wanawake Geita Women SACCOS ambao wame wameanzisha ushirika wao mwaka jana na sasa tunaendelea kuwapa elimu na kama siku ya leo wanafanya mkutano mkuu wao wa mwaka katika kuwapa taarifa wanachama wao juu ya ushirika wao. Kwa hivyo tuta kupitia mkutano mkuu, wanachama wanapata elimu, wanapata taarifa mbalimbali za kuhusiana na uendeshaji wa shughuli zao za, za SACCOS.